Naam, tukiendelea kukujuza yanayojiri ni kwamba serikali imeanzisha usajili wa vitambulisho bila malipo. Shughuli hiyo imeanzishwa rasmi katika kaunti ya Nakuru na kwa hivi sasa tunaungana naye mwanahabari wetu Merian Nyambura atupashe mengi tu ambayo yanaendelea katika shughuli hiyo. Merian, kama unanipata habari za saizi, kisha fursa ni yako, uweze kutueleza mengi tu kuhusiana na fursa hii ama na shughuli hii ambayo inaendelea. Mwanahamisi, ni zoezi ambalo lilianza mapema leo asubuhi uh, mwendo wa saa mbili hivi uh, ambapo katika uwanja huu wa Shabab ambapo ni uzinduzi rasmi wa zoezi la Uh, uh, kujitambulisha ama Wakenya kupata uh, vitambulisho wale ambao wametimia zaidi ya miaka kumi na minane uh, na hapa ni zoezi ambalo tunatarajia kuwa uh, uzinduzi huu utaweza kuanzishwa rasmi, ama, uh, utaanzishwa rasmi na yule uh, waziri wa masuala ya usalama wa ndani uh, Kipchumba Murkomen ambaye anatarajiwa kuwasili hapa mwendo wa saa tano hivi, lakini kwa sasa zoezi limeanza, tumeweza kuona wakazi wamejitokeza kwa wingi kama unaweza ona kwa upande huu uh, lakini moja kwa moja tu pengine hata tukiweza kuangalia uh, wale ambao wameweza kujitokeza, tuzungumze na yule mkurugenzi wa masuala ya usajili uh, katika wizara hii, kwa jina Agri Agri, pengine Agri Masai, uweze kutueleza mnapania kufanya nini katika ama, uh, mnapania nini haswa ikizingatiwa kuwa hii ni siku ya kwanza na mnatarajiwa kuzindua zoezi hili rasmi. Je, mnahakikisha ama mnataka kuhakikisha nini ambacho kimetendeka kime eh... Vile mmesikia jina langu ni Agri Masai. Mimi ni msajili wa watu katika e, idara ya usajili wa watu e, wakati rais alikuwa huko Kibera aliweza kusikiza malilio ya wananchi wakisema ya kwamba wanataka kujiandikisha vitambulisho, lakini kwa sababu ya pesa, hawana pesa yenye watalipa ili wapate vitambulisho. Na rais alisikia malilio yao, akasema kuwa watu wa wenye wanapata vitambulisho kwa mara ya kwanza hawatakuwa wanalipa. Kwa hivyo tumekuja hapa kuanzisha zoezi la watu kupata vitambulisho bila kulipa kwa sababu hawa, e, tulikuwa na vijana wenye wameshindwa kupata kitambulisho. Ukimuuliza kwa nini sina kitambulisho, anaanza kusembea, hapana, najua pesa ya, ya malipo mimi sina. Kwa hivyo hii tu ndio kitu imetuleta hapa kuanzisha zoezi la vijana wenye wamefikisha miaka kumi na nane kupata kitambulisho bila malipo. Hili ni zoezi lenye waziri atalizindua na tunatarajia ya kwamba wakati atazindua hili zoezi basi, tutaanza kwa katika kila kaunti katika eh, kila sub kaunti eh, hatutakuwa tu ati watu wanakuja kwa ofisi eh, timu zetu ama timu zetu zitakuwa zinatembea katika maeneo tofauti tofauti, ikiwasajili watu kama vile unaona hapa. E, pengine ukisema kuwa zoezi hili sasa baada ya uzinduzi linaelekea kwenye maeneo bunge, pengine uweze kutueleza mnapania ku, kuwasajili Wakenya wangapi ambao wametimiza umri wa miaka 18 na hawana vitambulisho e? tunatarajia kusajili karibu e, Wakenya zaidi ya sa, e, elfu sabini wenye hawakuwa wana e, wana pesa ya ku lipa. Kwa hivyo watajitokeza. Kwa hivyo tunatarajia kuwa chini ya miezi tatu tutakuwa tume, e, tumesajili vijana zaidi ya elfu sabini. Na je, ukiangalia uh, usajili huu ama zoezi hili litaweza kusaidia, kuna wale ambao raia walikuwa wamesema wako na changamoto ya kupata uh, fedha hizo kama ulivyosema, na vilevile vile pia kupata uh, kitambulisho ambacho kingewasaidia pengine kupata kazi ama kufanya shughuli mbalimbali. Kumbuka kuwa uh, humu nchini ni ngumu sana kupata kupata kazi kazi ama kupata uh, kazi, kunrathi, uh, kwa mtu akikosa kitambulisho, pengine unadhani kuwa itasaidia katika masuala kama hayo, changamoto kama hizi? Unajua eh, katika nchi yetu ya Kenya ukiwa na kitambulisho uko um, na ufunguo wa maisha, unaweza fanya jambo lolote. Kwa hivyo wakenya tu wakija wakipata vitambulisho, wanaweza fungua biashara, wanaweza eh, kwenda kupata kazi ya kuandikwa ama kitu kama hiyo. Unajua hata kazi ya kuandika katika nyumba lazima upeane kitambulisho ndio mtu aweze kukuandika kazi. tumeweka mikakati mingine E, tumerahisisha njia ya kupata vitambulisho. Bora tu wewe uko na kitambulisho ya mzazi, na unaweza sema, unaweza kuja na birth certificate ama cheti cha kuonyesha ulizaliwa lini, wewe unaweza pata kitambulisho kwa urahisi. Kuna jambo lingine nataka kulizungumzia kuna hawa watu wenye wako katika mipaka yetu, sio tu mipaka ya North Eastern, yaani Mandera, Wajia na Karisa Kenya. Kuna watu wako katika mipaka kienda Bungoma, watu wako mipaka Migori, watu wako katika mipaka Kwale, wako katika mipaka Taita Taveta, watu wananchi wako katika mipaka mpaka hata huko Kilikoris, ukienda sehemu za Migori e, Busia. Kwa hivyo tunasema kuwa hatujatoa tu hatu tumetoa vetting na bila kuweka hapo njia, tumeweka njia iliyo safi na rahisi kwa vi, watu kuweza kutambuliwa kama wao ni Wakenya. Chenye kinatakana kufanya mtu anakuja na mzazi alafu chifa anasema ndiyo, huyu ni mtoto na najua baba yake, baba yake ni huyu, hiyo inaisha, unajisajili kupata kitambulisho, na hiyo ndio imekuwa ikifanyika katika maeneo mengine kama ya Kilifi maeneo kama ya hapa Nakuru na ndio tumekuwa tukifanya e, namna hivyo. Kwa hivyo si ati tumetoa vetting alafu hatujaweka kitu, tumeweka njia iliyo safi sana. Kwanza saa hii mtu tukisajili mtu alafu ikuja ijulikana tu huyu mtu si Mkenya, kuweka mtu ndani ni rahisi sana. si ati kamati ndio ilipitisha, hapana. Chifu chifu wewe ndio ulisema huyu mtu ni Mkenya na baba ulisema huyu ni mtoto wako wangu kama wewe umedanganya tu, huyu ni mtoto yangu. Sasa unaona hiyo ni njia rahisi sana, na tunafikiria kuwa hiyo e, itasaidia Wakenya. Wakenya hawatakuwa wanalia ati oh, kupata kitambulisho ni ngumu. Pia katika hili zoezi kama lenye linafanyika leo, hawa vijana wenye watasajili leo, naweza kuhakikishia kwamba baada ya siku sita za kufanya kazi, yaani aramisi wiki ijayo, wakuje hivi vitambulisho itakuwa imetoka, kwa sababu tumeanza e, dijitali kujiandikisha kwa dijitali. Hatupeleki mafomu Nairobi ndio waende waanze kuweka katika mashini. Wakati mtu anajiandikisha hapa, e, data inachukuliwa na inatumwa Nairobi hapo kwa hapo. Kama data yenye watu wenye tulianza nao asubuhi e, watu wenye tulianza nao asubuhi, hata imefika Nairobi wameanzia kazi. Haya, shukran sana, shukran sana kwa swala hili. Pengine hata tu nizungumze na vijana hawa kidogo, waweze kutueleza mengi zaidi kuhusiana, mliko kwenye foleni. Na ukianza na jina lako, tuambie uko na miaka mingapi na vilevile unatarajia uh, nini hii leo katika uzinduzi, ama zoezi hili la uzinduzi. Kundradhi, asante sana. Majina yangu naitwa Blese Joseph. Na na, nimeifikisha miaka kumi na minane. Nashukuru bwana Rais ametusaidia tuweze kupata hii national identity card kwa urahisi. Kulikuwa na ugumu mwingi sana, ulikuwa unalipa ma pesa fulani ili upate, na ilikuwa na ugumu fulani, lakini kwa sasa tunaweza pata kwa urahisi, namshukuru sasa. Leo tunatuna, tunatumai tutapata ID zetu wote. Asante, pengine nizungumze na mwingine e, pengine uweze kutueleza jina lako na utuambie hii leo unatarajia nini kwa ufupi tu. Kwa majina ni Joyful Mhonja, natoka shule ya Nakuru, Nakuru West magharibu. mm -hmm. mm -hmm. nimepata fursa hii kuja kuchukua kitambulisho niposa wakati nitakapo maliza shule kidato cha nne naweza kupata ajira mm -hmm. nikingoja kuchukua certificate hiyo ya mwisho asante. Asante sana uh, naam kama ulivyosikia, kuna baadhi ya wanafunzi wa, wa, wa zaidi ama wakazi katika kaunti ya Nakuru ambao wamefikisha zaidi ya miaka kumi na minane na hii leo wamefika kupata ama kwenye siku ya kwanza ya uzinduzi wa zoezi la kupata uh, vitambulisho. Kwa hivyo ni swala tu ambalo tutazidi kulifuatilia kwa ukaribu. Kumbuka kuwa Agri Masai ameweza kusema kuwa wananchi ambao watasajiliwa hii leo watapata vyeti ama watapata vitambulisho uh, takriban baada ya wiki moja hivi kwa hivyo ni zoezi ambalo wamerahisishiwa na ni swala tutazidi kufuatilia kwa ukaribu, na kujua mbivu na mbichi. Kwako Mwanahamisi, sana.